Niadimaya sana presentation yenu ya digital economy framework. Mmejiandaa vizuri sana. Kwa kama ugobezi ni ule, naamini mpia sehemu sahihi, na tunashaka tutaenda pamoja vizuri sana. Kubwa tunachoomba ushiriki wenu, tunajua uwezo wenu, tumieni potential yenu na capacity to the fullest. Sisi wengine tuko tayari kujifunza tunawategemea nyinyi kwenye issue za systems, kwenye issue za ICT governance pamoja na mambo mengi. Kwa hiyo tuko tayari kujifunza na tutaandaa ratiba, tutaangalia kwenye hizi, nenda usimizi wa zitoa ili mtufundishe from scratch yale ambayo unayaona waziri na migozimu anafaa kufahamu. Kwa afisa Bunge sijui kwa tutatamani leo ningane naye nikimaliza kikao hapa pamoja na DPP ili tuweze kujipanga texto kama kuna maelekezo ambayo nishakula huko nyuma na Bunge ambayo bado hamjiatekeleza ya tu yajui ni yapi ili tuweze kujipanga pamoja na kisuluhu zaidi. Kama pia kwenye kamati kuna maelekezo mengine vile vile, na kwa ujumla vikosi vya taifa, rais makamu wazee kama yalikuwa kama hayo tuweze kujua yalitolewa yapi yapi, yameshatekelezwa ya alafu tumejipanga vipi kwenye kuweza kuikamilisha. Lakini la pili, tuweze kuangalia pia katika hali za Mheshimiwa Rais na siku mia moja alizozitoa, tayari siku kumi na nne, kumi na tano zimeshakatika, tuliobakiza themanini au themanini na tano sekta yetu alikuwa akipita katika kampeni, lakini pia katika hotuba yake ya ufunguzi ya kampeni ya CCM na yetu, natuangalie kwenye maeneo